Palikuwa na kijiji kidogo kilichoitwa Kizingo kando ya bahari kuu ya bahari ya bluu, kijiji ambacho kilijivunia wavuvi hodari na tamaduni za bahari. Familia ya Nia na Baraka walikuwa na mtoto mmoja wa kiume Kijito aliyekuwa na miaka mitano tu. Usiku mmoja wa mwezi mchanga, wavuvi wachache wa kijiji walivamia familia ya Kito, wakihusishwa na biashara haramu ya uvuvi wa viumbe wa ajabu, akina nguva, viumbe wa nusu mtu nusu samaki. Walizani Nia na Baraka walikuwa wakishirikiana na nguva kwa sababu walionekana mara nyingi baharini usiku. Ukweli ni kwamba Nia alikuwa ameokolewa na nguva miaka mingi iliyopita alipokuwa msichana mdogo, na tangu hapo alihifadhi uhusiano wa siri na jamii hiyo ya baharini. Usiku huo wazazi wa Kito waliuawa mbele ya macho yake. Nyumba yao ikachomwa moto. Kito alijificha kwenye mashua ya zamani iliyokuwa ufuoni. Bahari ilianza kuchafuka ghafla. Wingu zito lilitanda. Nguva wakatokea kimya kimya wakamchukua Kito wakiwa kwenye hasira na huzuni wakizama naye chini ya maji ya samawati. Miaka ikapita. Kito alikuwa chini ya maji kulelewa na malkia wa nguva aliyeitwa Mama Mvuvi, mrembo mwenye nywele ndefu za samawati na sauti ya kutuliza mawimbi. Kito alipewa jina jipya, Mtoto wa Mawimbi. Alijifunza lugha ya bahari, akaelewa sauti za nyangumi, kelele za samaki na hata ndoto za miamba ya matumbawe. Ingawa hakuwa na mkia kama nguva wengine, aliweza kuogelea kwa kasi ajabu na kuwasiliana na viumbe wa baharini. Alijifunza kutumia mikuki ya maji, kuimba nyimbo za bahari za uponyaji na kulinda mazingira ya majini. Alikuwa na roho safi, lakini ndani ya moyo wake aliweka ahadi, mstari wa kulipiza kisasi kwa waliowaua wazazi wake. Kito alipofikisha miaka kumi na nane mama mvuvi alimpa ruhusa ya kutoka baharini kwa muda, lakini kwa masharti: usiwe kama wanadamu walio na chuki. Ukilipiza kisasi, lipiza kwa hekima, si kwa hasira. Aliibuka kwenye fukwe za Kizingo. Sura yake haikutambulika tena, alivaa vazi la miujiza alilopewa na nguva, alilomfanya aweze kuishi ardhini na baharini. Alijifanya kuwa kijana msafiri wa kawaida. Kijiji kilikuwa kimebadilika, lakini majina ya wauaji wa wazazi wake bado yalihifadhiwa na wazee wachache waliokuwa hai. Aliwatambua wawili kati yao, mzee Joka, aliyekuwa sasa ni tajiri mkubwa wa uvuvi haramu, na Baba Pa, mzee aliyeishi porini kwa hofu ya laana ya bahari. Kito alianzisha mapinduzi ya kimya alianza kusambaza habari kwa vijana wa kijiji kuhusu uharibifu wa bahari na jinsi biashara ya uvuvi haramu ilivyoharibu maisha ya watu na viumbe wa baharini. Alivuta watu kwa elimu na si mapanga. Alipojikuta uso kwa uso na mzee Joka, alimwonyesha kipande cha shanga za mama yake kilichookolewa baharini kama ishara ya uhai uliochukuliwa, mzee Joka alitetemeka. Usiku huo bahari ilichafuka, mawimbi yakaleta mashua ya zamani ya Nia na Baraka, ishara ya mwisho. Mzee Joka alitoweka usiku huo. Wengine wanasema alizama baharini, wengine wanasema aligeuzwa samaki. Baba Pa, kwa upande wake alijisalimisha na kuomba msamaha mbele ya fukwe. Kito alimwacha akimwambia, kifo sio adhabu kuu, kuishi ukiwa na mzigo wa dhamira ndicho kifungo halisi. Kito alirudi baharini kwa muda, akapewa jina la heshima, mstari wa mlinzi wa bahari na ardhi. Aliunda daraja la amani kati ya wanadamu na nguva, kuhakikisha bahari inalindwa na haki inasimama. Hakuwa tena yule mtoto mdogo aliyelia kwenye mashua. Alikuwa mwana wa bahari aliyelelewa na upendo wa viumbe walioelewa thamani ya maisha, na hadithi yake ikawa hadithi ya vizazi, kwamba hata mtoto aliyejeruhiwa na dunia anaweza kuwa mponyaji wa dunia hiyo hiyo.